Mheshimiwa mbunge, tumekuwa na changamoto juu ya kupata mikopo iliyowekwa kwa asilimia mbili kwa kundi letu. Ni kweli tunapata mikopo hiyo, lakini sheria zimekuwa kidogo ngumu mfano mno kwetu. Basi tuombe serikali iongeze miezi ya urejeshwaji wa mikopo hiyo, badala ya miezi kumi na nane basi ifike miezi ishirini na nne ambayo hakika jamii hii inaweza ikamudu kurejesha kwa wakati mkopo hiyo. Malaika walioko zamu, hata wale ambao hawakuepo zamu siku ya leo wako hapo, na ninamuomba Mungu kwa kila jambo utakaloenda kuligusa asipunguke, kwa sababu sisi Wakristo tumesema, Biblia inasema kati ya maswali ambayo Yesu au Mungu ataenda kutuuliza kwamba nalikuwa na shida hukwenda kufanya. Sasa leo hii mheshimiwa mbunge, hatujawahi itwa na mtu i tajiri mwanasiasa yeyote wala mchungaji yeyote akafanya kama licho kifanya. Ninaomba utusaidie wana Makete na wakulima wote, kwa sababu na sisi hatuhitaji omba omba. Mimi mailik kama mimi, na kama mimi kiongozi wa Makete sihitaji kwamba tuwe tunabaki tunaomba omba wakati tuna uwezo. Wakulima tunajua kabisa, ukituwezesha mama yetu, tunaweza. Tunaomba msaada huo wa mbolea ili tuweze kulima kule analima viazi kila siku nilikuwa na tafakari hivi, watu wenye ulemavu wamewahi fikiwa? Na sio tu kufikiwa, yaani wamewahi sikilizwa changamoto zao? Nimetafakari hili jambo toka nimepata ubunge, nikasema hapana, lazima nikutane nao na niwasikilize. Na nilikuwa sina uhakika kama kweli hawajawahi sikilizwa, lakini bahati nzuri nyii wenyewe mmeona hapo wanasema toka dunia imeumbwa hii, toka tumepata uhuru hawajawahi kutana na hiki kitu. Kwa hiyo, kumbe ni kundi ambalo tuko nalo kwenye jamii, lakini ni kundi ambalo ni kama lilikuwa limesahaulika. Hivi ndio nilipenda tu kukutana nao, nione wanazungumzaje, wanapigaje stori, wana changamoto gani, wanatamani nini, je, yeah, kupitia hii changamoto yao ya ulemavu, yaani wanajisikiaje, wanajutia, wanaumia au wanalaumu au wanafanyaje kwa hiyo nimejifunza vitu vingi sana hapo. Kwa hiyo nimeangalia zile changamoto zao nikakuta kimsingi ni changamoto za binadamu mwingine yeyote ambazo zinaweza kutatuliwa na sisi kama viongozi. Kwa hiyo kwa haraka haraka nilichogundua pale wanachohitaji kikubwa kwa haraka haraka ni ofisi, kwa sababu taasisi yao ni kubwa, ila hawana ofisi. Kwa hiyo ndio maana swala la ofisi nimeshalitolea maelekezo, kesho itafutwa ofisi, wawe na ofisi yao Mw. lakini wanatamani kutembeleana wao wamesema, wanatamani kufanya ziara wameniambia bajeti ya ziarao ni shilingi laki tano tu. Mimi ni nani? Nikagawane nao hivi viposho vyangu hivi hivi, nimewapa hiyo laki tano ili watembeleane wafarijiane. Lakini jambo lingine wamesema wanataka mitaji, licha ya kwamba mimi nitaenda kuwapambania mikopo ya halmashauri na hayo masharti yapunguzwe, kwa sababu masharti yaliyowekwa kwenye wakopaji wa kawaida ndiyo ambayo yamewekwa na kwao kwamba lazima uandike proposal plo, yako andiko lako lipitishwe na mwanasheria, maprocess yale yote ambayo yanachukua karibia ya miezi mitatu, na wao wameambiwa, na wao wanafanya hivyo hivyo, na utaratibu na wao wamewekewa huo huo, wakati huyu mtu mwingine ni kiziwi, mwingine haoni, hajui hata kuandika. Sasa unavyomwambia andike proposal, lazima atafute mtu amlipe ndo amwandikie lakini nimeahidi kutafuta wadau kwa ajili ya kuwasaidia mitaji, kwa sababu pia hata hivyo mahitaji yao sio makubwa. Hawa hawezi kuambia wanataka mtu mmoja hata akakwambia nataka mtaji labda milioni tano, sio kweli. Ni watu ambao mitaji yao sio, unaona hapo, wengine wanatengeneza unga, wengine wanashona vindilo, kila mtu ana kashughuli yake ambapo kimsingi ukitafuta hata wadau kumi tu wana uwezo wa kuwawezesha hawa, na hao wakajiona ni sehemu ya, ya raia wa kawaida. Awali ni kwa ajili ya hawa ambao tumekutana nao leo, lakini tunatamani sana kuwafikia na hao wengine kwa hatua za baadaye, tukishaimarisha umoja wao kwanza, kwa sababu umoja wao bado ulikuwa haufahamiki na uko chini sana, na kuna wadau wengi wanatamani kusaidia watu kama wale. Hawajui wanawakutaje, wanawaorganize vipi, wanawapata wapi? Lakini kupitia huu umoja wao tutapata watu ambao wataweza kuwasaidia zaidi.